Wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam bwana Suleiman Ikova amesema wamefanikiwa kumkamata mtumio huyo kufuatia kujisalimisha kwake kwa mchungaji wa kanisa la Ufufuo na Uzima lililopokaa jijini Dar es Salaam, ambapo alikwenda kwa lengo la kutubu kwa yale aliyomtendea Dr. Ulimboka. Kwa polisi linamshikilia mtu mmoja ambaye ni raia wa Kenya, nchi jirani, vitambulisho vyake na yeye mwenye, mwenyewe amejitambulisha kwa jina la Joshua Gitu Mhindi ana miaka thelathini na moja, mwenye kitambulisho cha utaifa wa Kenya na vile vile ana haki ya dharura ya kusafiria. Yeye alicho tu huyu jamaa ni kwamba yeye ni mmoja kati ya watu waliomteka nyara na hatimaye kumshambulia na kudhuru mwili ya kuku kuleta madhara makubwa kwa Dr. Steven Ulimboka hiyo tarehe ambayo aliumizwa na kwamba alisisitiza kwamba ni, ni yeye katika mmoja katika kundi la la, la, la, la, la, la, la, e, e, utekaji nyara ambalo huwa linafanya kazi kule nchini Kenya ile kundi linaitwa ganta anasema kwamba yeye ee, anafahamu vizuri kuhusu tukio uzima, na alifanya ku-, ku kupewa kazi hiyo na mtu ambaye yeye hamfahamu vizuri, lakini anasema kwamba mtu huyo pengine ametoka serikalini au wapi, hana uhakika kuhusu huyo mtu anakofanya kazi lakini